Fungu letu ni kitabu cha Warumi sura ya pili mstari kumi na mbili na mstari kumi na tatu. na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wa wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria ndiyo watahesabiwa haki. Tuombe. e baba yetu Mungu uliye juu mbinguni, asante kwa zawadi ya uhai na pumzi ya uzima tulioipokea rufajirihi tunapokuja mbele zako katika kesha hili la asubuhi, tunakuomba Baba, utuongoze kwa roho wako mtakatifu, ili tufahamu na kutii neno lako. Mungu wetu, kwa namna pekee tunaiweka nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Tunakuomba udumishi amani, umoja na upendo miongoni mwa wananchi. Wabariki viongozi wetu wa serikali katika ngazi zote, wape hekima, busara na hofu ya Mungu unapoongoza taifa hili tunakuomba uilinde Tanzania dhidi ya vurugu, magonjwa, majanga na mipango yote mibaya ya adui. Bwana, tunapojifunza kuhusu kumpa Yesu nafasi kama mwombezi na hakimu wetu tunaomba ufungue akili zetu, tuongoze, tuelewe ukweli wako na utujenge katika utii wa sheria zako, kutoka mwanzo hadi mwisho wa ibada hii. Jina lako litukuzwe, na kuomba haya tuikiri katika jina la Yesu Kristo, Bwana mwokozi wetu. Amen. Wale waliokuwa wameipokea nuru kuhusu upatanisho wa Kristo na uendelevu wa kudumu wa sheria ya Mungu waligundua kuwa haya mambo yalikuwa ukweli uliowasilishwa katika Ufunuo kumi na nne, na vipengele mbalimbali vya ujumbe wa sura hii huundwa onyo lenye sehemu tatu linaloandaa wakazi wa dunia kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Tangazo, saa ya hukumu yake imekuja, kuelekeza macho kwa kazi ya kufunga huduma ya Kristo kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Linatoa habari njema za ukweli ambao inapaswa uhubiriwe mpaka mwombezi ya mwokozi atakapokoma, na yeye kurudi duniani kuwachukua watu wake na kuwapeleka kwake wenyewe. Kadhi ya hukumu iliyoanza mwaka 1844 inapasa iendelee hadi kesi za watu wote ziamliwe, za makundi yote mawili ya walio hai na ya waliokufa. Kwa maana hukumu hiyo itaendelea mpaka kufungwa kwa rehema kwa wanadamu, ili watu waweze kujiandaa kusimama katika hukumu. Ujumbe unawaamrisha mcheni Mungu na kumtukuza, na msujudieni yeye aliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji matokeo. Ya kuukubali ujumbe huu yametajwa katika neno hapa: ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ili kujiandaa kwa ajili ya hukumu, ni lazima watu washike sheria ya Mungu. Sheria ile ndiyo itakuwa kipimo cha tabia katika hukumu. Mtume Paulo anasema, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria katika siku ile Mungu atakaposihukumu siri za wanadamu sawasawa na injili yangu, kwa Kristo Yesu. Na anasema kuwa waitendao sheria watahesabiwa haki, Warumi sura ya pili mstari wa kumi na mbili hadi mstari wa kumi na sita Imani ni ya lazima ili kuitii sheria ya Mungu, kwa kuwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza, na kila tendo lisilotoka katika amani ni dhambi. Kwa njia ya malaika wa kwanza, watu wanaalikwa kumcha Mungu na kumtukuza na kumsujudia yeye aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Ili e kufanya jambo hili, inalazimu kuitii sheria yake. Alisema mwenye hekima, mcheni Mungu na uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Mhubiri sura ya kumi na mbili mstari wa kumi na tatu. Bila utii kwa amri zake hakuna ibada inayoweza kumpendeza Mungu, kwa maana huko ndio kumpendeza Mungu kama tuzishike amri zake. Yeye aligeuza sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni machukizo. Yohana wa kwanza sura ya tano mstari wa tatu. Mithali ishirini na nane tisa. Swali lenye mvuto wa kila mmoja wetu natakiwa kuwa, Je, mimi natimiza matakwa ya sheria ya Mungu? Kwa kujichunguza kwa kina katika mwangaza wa neno la Mungu, ndipo tunaweza kugundua namna tunavyopotea kwenye sheria yake takatifu ya haki. Ndani ya Kristo tunaweza kusamea uovu wetu wa kale, na katika uimara wake tunakuzwa na kuwa wanaume na wanawake wakamilifu kati ya Kristo Yesu — Youth Instructor, Juni 10, 1897. Tuombe. Mungu wetu mwenye huruma, tunakurudishia sifa na utukufu kwa kutuongoza katika somo hili la thamani kuhusu kipimo cha tabia katika hukumu. Asante ya kutukumbusha kuwa sheria yako ni kipimo cha haki, na kwamba kupitia Kristo naweza kusimama thabiti katika siku ya hukumu. Tusaidie Bwana, kutembea katika nuru, kuishi kwa utii na kuwa na imani hai ndani ya Yesu Kristo. Ilokombo, tuongoze katika majukumu yetu ya leo, utulinde na kutuweka salama, na utupe moyo wa kutafakari kila mara mahusiano yetu na wewe. Tubariki sisi, bariki familia zetu, bariki kanisa lako duniani kote, na kila roho na utafuta kweli. Tuzingatie na kutenda kile tulichojifunza. Tunamaliza ibada hii kwa amani katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu.